Wakati Tanzania ikiendelea kupiga hatua katika kuimarisha viashiria vya afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto bado inakabiliwa na changamoto ya udumavu na ukondefu kwa watoto huku uwekezaji katika rasilimali watu na fedha umetajwa kuwa nyenzo muhimu katika kufanikisha juhudi za taifa kuondokana na changamoto hizo. Hayo yamebainishwa leo Jumamosi, Oktoba 18, 2025 katika warsha ya wasilishaji wa matokeo ya mradi wa CHOICE Tanzania unaotekelezwa na Taasisi ya Afya na Maendeleo ya Kimataifa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Aga Khan, Pakistani. Mradi unaolenga kuboresha afya ya akili na ustawi wa jamii kupitia mbinu shirikishi yenye kuzingatia usawa wa kijinsia. Kiongozi wa Mradi wa CHOICE duniani, dr Zulfiqar Bhutta amesema, Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuimarika kwa viashiria vya afya ikiwemo mafanikio makubwa kwa kupunguza vifo vya mama na mtoto We actually began planning our choice project and the assistance that we needed to provide through think tanks for health and health related sustainable development goals here in Dar es Salaam. Changamoto iliyobaki ni katika changamoto za kiafya zitokanazo na mabadiliko tabi ya tabia nchi, majanga ya asili, lakini kwa sasa tunaingia kuhakikisha tunatoa usaidizi katika eneo hili. Udumavu na ukondefu imebaki kuwa changamoto kubwa. Tanzania inatakiwa kuwekeza zaidi kutumia rasilimali watu na fedha, amesema Profesa Muzdalifat. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kitengo cha sheria kutoka Wizara ya Afya, Rahibu Mashombo, amesema serikali inakabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoambatana na changamoto za kiafya zikiwemo afya akili na imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kupitia mradi wa Choice. Sisi kwa kushirikiana na wadau wetu hawa kuna mradi huu wa Choice project ambao kama tunavyojua dunia sasa hivi inakabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanapelekea kuwa na athari kubwa katika mazingira, lakini vile vile kuna masuala mtambuka ambayo yanahusu masuala ya afya ya akili na ishu za usawa wa kijinsia. Kwa hiyo serikali kwa kushirikiana na wadau tumeamua sasa pamoja tulikuwa tunaendelea na kuchukua hatua mbalimbali mbali. Kwa sasa hivi tunaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali mojawapo mbali, ni hawa ambao sasa tumeleta mradi wa Choice Project, ambalo lengo kubwa hasa ni kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na ambayo yanaleta athari mbalimbali mbali mbali kwenye mazingira lakini hasa ukizungumzia katika sekta ya afya, kuna athari ambazo zikitokea kutokana na mazingira kunakuwa na milipuko mbalimbali mbali ya magonjwa ambayo mwanzoni tulikuwa hatuna, lakini yale yaliyokuwa yapo unakuta sasa yanachukua kasi zaidi. Kwa hiyo ndo hasa lengo la sisi sasa kuja na huu mradi ili kuweza sasa kuiweka nchi kwenye mikono salama zaidi. Asanteni. Mm. Kwanza kwanza kwanza nishukuru kwa, kwa, kwa swali lako lakini tu, tunakumbuka sasa tunapoelekea katika awamu nyingine ya utawala wa nchi, kama nchi sasa kama nchi tunakumbuka kwamba sasa hivi tunaenda tuna kuongeza kwanza tunaenda ku, kuanza kwa hatua utekelezaji wa ile hichi tunaita bima afya kwa wote, ambayo pamoja na, na mambo mengine katika utekelezaji huu, utaona sasa serikali imeamua kuweka fund kwa ajili sasa ya kuweza kwanza kuwasaidia wale wananchi ambao watakuwa hawana uwezo wa kuwa na hiyo bima, lakini kuongeza bajeti ya dawa vifaa tiba na kuongeza miundombinu ya afya hii, inatupelekea sasa kama nchi kwa kushirikiana na wadau ambao tunasema wanapungua, lakini kama nchi tukishaweza kujiwekeza katika hayo maeneo muhimu, tunaenda kupambana na mambo ambayo sasa yalikuwa mengine tunasaidiwa na wadau, lakini kama nchi tunaenda sasa kukava lile gaps ambayo liko lina, lina. Warsha hiyo iliyojadili uhusiano kati ya mabadiliko ya tabia ya nchi na afya ya binadamu imewakutanisha viongozi wa Serikali, watafiti, washirika wa, wa maendeleo, wanasayansi, wanazuoni na asasi za kiraia kwa lengo la kujadili suluhu jumuishi kwa changamoto hizo nchini. Daktari Bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi na kiongozi wa mradi wa Choice Tanzania, Profesa Muzdalifat Abeid amesema vikao hivyo ni mwendelezo wa mbinu shirikishi, vikilenga kuunda mapendekezo ya vitendo vya kuimarisha ustahimilivu na mfumo wa afya na, kama alivyoeleza, uh mwenzangu alitangulia kwamba Choice project ya Tanzania imekuja baadaye sana, inajumuisha nchi tano uh, ambayo kwa Afrika mashariki ni Kenya na Tanzania na tuna Ghana. Hizo ndo nchi za Afrika, alafu tuna Kyrgyzstan na Pakistan uh, kwa hiyo kwa Tanzania tulianza mwaka 2023 uh, 24 na 25 mwishoni Disemba, ndio mradi unaisha, kwa hiyo tume E, ingia na mkakati wa ku establish, uh, think tanks ambao hao watakuwa wanajaribu kufuatilia yale malengo endelevu sustainable development goals, lakini tuki focus kwenye goal namba 3 5 na 13 ambayo uh, yanahusika na mambo ya climate change, gender na health na well-being uh, kwa hiyo kikubwa tulichokifanya ni kuestablish our think tanks ambao watakuwa wanafuatilia haya malengo kwa nchi yetu, tumefikia wapi na tuna gaps gani na challenges gani, na ku come up na recommendation na solutions. Kwa hiyo katika kutekeleza hayo tumejaribu kuestablish kwanza partnership, kwa hiyo tuna members wa academics, members wa institution mbalimbali ambao wamejoin hands pamoja na sisi na kuweza kufuatilia kufanya scope review ya, ya frameworks tulizokuwa nazo uh, lakini pia tumeangalia um, gaps zilizokuwepo na of course tume address some of the challenges na gaps ambazo tumezigundua. Kwa hiyo tumejaribu ku -train healthcare providers kwenye mambo ya gender, lakini pia tume -train healthcare providers kwenye mambo ya mental health, uh, ambayo imesaidia mm -hmm. kuweza kuwapa uelewa na pia mbinu za kuweza wakikutana na issues kama hizo yani, kuweza kuzifanya kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo sofa tunaenda mwishoni wa uh, mradi na kikao cha leo ilikuwa mainly kushare na uh, wadau mbalimbali mbali, lakini na nyinyi pia ni wadau uh, mambo ambayo tume accomplish katika hicho kipindi cha miaka miwili, lakini tunaona kwamba huu usiwe mwisho yani, hii dissemination ndio iwe kama mwanzo wa, wa, wa next phase ya hii project ambapo itakuwa sasa ni kukama kuna hizo recommendation na solutions ambazo tutawashirikiana pamoja na wadau wote pamoja na serikali kuweza kuleta mabadiliko kwa jamii yetu ya Tanzania. Asante sana. Kwa hiyo kwanza, yani kwenye mental health, yani uelewa ni mdogo sana. Uh, na uelewa ni mdogo, sio kwa community tu, sio kwa jamii peke yake, lakini hata kwa healthcare providers wengi hawana uelewa wa uh, hili tatizo, lakini hawana hata zile mbinu uh, tunasema kama first aid za kuweza ku uh, deal na wagonjwa ambao wana present labda na mental issues. Kwa hilo ni kubwa sana ambalo tumeona linahitaji yani, yani kuwa address kwa ukubwa